Kila tarehe 17 Oktoba duniani huadhimisha Siku ya Kitaifa ya Kutokomeza Umaskini. Yani, International Day for Eradication of Poverty. Siku hii ilianzishwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 1992 ikiwa na lengo la kuongeza uelewa kuhusu changamoto za umaskini duniani na kuhamasisha hatua za pamoja za kijamii, kiuchumi, kisera na kupunguza umaskini kwa watu wote. Hata hivyo, kwa mwaka huu 2025 maadhimisho haya yanakuja na, na kauli mbiu isemayo kumaliza unyanyasaji wa kijamii na wa kitaasisi kwa kuhakikisha heshima na msaada madhubuti kwa familia. Kauli mbiu hii inaangazia haja ya kujenga mifumo ya kijamii yenye huruma inayoheshimu utu wa kila mtu bila kujali hali yake ya kiuchumi. Umaskini mara nyingi huambatana na unyanyasaji, ubaguzi na utelekezwaji, hali inayowafanya maskini wengi kushindwa kushiriki ipasavyo katika maendeleo ya kijamii. Kupambana na umaskini, kwa hiyo kuna hitaji pia kupinga mifumo yote inayodhalilisha au kuwanyima haki watu wenye kipato cha chini. Katika safari ya kutokomeza umaskini, kila taifa linapaswa kujikita katika sera ya kimikakati inayolenga kuinua familia zenye kipato duni kupitia elimu, ajira jumuishi na huduma bora za kijamii. Ushirikiano wa kiserikali, sekta binafsi, na wananchi ni nguzo muhimu katika kufanikisha lengo hili. Tukikumbuka usawa, uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali, dunia inaweza kufikia malengo endelevu na maisha yenye heshima kwa wote, ndoto ambayo ndio maadhimisho ya siku hii muhimu. Na katika siku hii ya kimataifa ya kupambana na umaskini, una ujumbe gani kwa taifa au kwa wananchi mbalimbali?